Wewe, Amani, mbona umenipa koti limechanika chanika? Jamani, ndo fasheni ndo vijana mnavaa fasheni, makoti yamechanika hivi. imeshangaa okay. Kora huku naona imechanika. Ibrahim Traore atengeneza sarafu yake mm. <laughs> Mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu, karibu sana. Ah, asante sana. ah, nimefurahi kukuona kwa mara nyingine tena utanisamee bwana maana eh. Sasa wajua hapa eh, nimepewa koti ndo maana unaona ah, fashion za vijana. naambiwa ni fashion. eh. sawa. kitu kama hii hapa hata <laughs> eh, dola za kutosha. Yes, kwa sababu bwana yeah. amani ndo anaenivalisha mm. mm, siku zote kwa hiyo eh, ndo maana sasa leo ukanivalisha hivi. designer wa ukweli sana. mimi nimemkubali turudi hapa Burkina Faso kwa mwamba wa Afrika simba mwenyewe. Yes. mm -hmm. Ambaye yeye ameamua kutengeneza sarafu yake. Yes. Hili jambo linaenda kwa namna gani? Linaenda kama linavyoenda. mm. Kwa sababu Ibrahim Traore ameamua kwenda, unajua. mm. Wanasema uh, ukiona mambo hayaendi, nenda wewe <laughs> umeelewa. Sasa kuna wengine wakiona mambo hayaendi wanaanza yeah. kusingizia vitu yeah. sababu yeah. mbalimbali yeah. oh, unajua Afrika masikini, sio kweli. Sisi mm. ya Afrika hapa hatuna umasikini wa aina yoyote hii. mm. Kwa hiyo mwamba sasa katika kudhibiti ukoloni mm maana ukumbuke bwana, niko kuwa uh, Mfaransa ndo alikuwa wanatumia fedha zake na fedha ya Ufaransa, sarafu ya Ufaransa inaitwa CFA franc hmm. ambayo sasa ina printiwa huko wanako printi, alafu ndio zinakuja kutumika huku, kiasi kwamba Mfaransa ndo alikuwa anakontrol uchumi wa haya mataifa ya West Africa. Na anapokuwa yeye ndo kontrola wa haya uchumi wa, u, wa haya mataifa ya West Africa, manake atawapangia mpaka bajeti, wanatakiwa bajeti yao iwe kiasi gani. Ndo maana ilifikia mahali huku hakuna benki kuu huku nilikuwepo ile tu ya mchongo mchongo, wanaita CD nini sijui ile lakini, ni benki ya mchongo mchongo, ndio maana hata sijataka kuifuatilia sana, ambayo benki hiyo ndio ilikuwa inatumika na mataifa ya ECOWAS, ambao ECOWAS sasa wakawa wako pale. Kwa hiyo ilifika mahali mpaka hata mkitaka kujenga barabara lazima hiyo bajeti mumpelekee Mfaransa. Mfaransa waulize, mnataka kujenga barabara, ni nani anayekuja kujenga barabara? Ah bwana, sisi tumeonelea mchina ndo ajenge barabara. Waambia bajeti hii haimna, haitapita. Kwa nini? Kwa sababu ana control kwenye swala la uchumi mm -hmm. Ana control fedha mm -hmm. Sasa hii mwamba Ibrahim Traore katika kujiondoa kwenye ukoloni wa mambo mengi na kuvunja mahusiano na huyu mwamba ameamua kweli kweli, mm huyu -hmm. mwamba mimi namkubali sana, kwa sababu ameamua kumkataa shetani na kazi <laughs> zake zote zotewa <laughs> <laughs> <laughs> yani, amemkataa shetani na kazi zake zote. yeah. E, yani mpaka fedha, kwa sababu anatumia. Maana unakumbuka alianza lugha maanatumia Kifaransa kama official language ya taifa la Burkina Faso lakini akasema no, lugha na yenyewe piga chini, wakaweka lugha yao ya asili. sasa amekuja kwenye swala la sarafu ambayo sarafu hii sasa kwao pale itakuwa inaitwa sira. Eh, S I R A. Na ndio maana wakaanzisha kitu pale inajulikana kama TDP. TDP ni Treasury Deposit Bank, ambayo sasa hizi fedha tutakapoziprinti tuweze kuzihifadhi kwa ajili ya matumizi ya umma alafu aweze kuzitracke zile fedha ziende kwenye maendeleo kama maendeleo barabara, tumeambiwa ni ni, ni bilioni kumi. Basi kumi hiyo bilioni ipelekwe na barabara zijengwe. Sasa ndugu yangu Afrika, kuna nchi moja huko Afrika, sintaitaja hiyo nchi au hilo taifa sintalitaja, okay. Lakini unaambiwa eti mkandarasi amechukua tenda ya ame, ame, ame, yeye mwenyewe amesema hii tenda mimi nahitaji bilioni tano, mm. Serikali ikampa ile tenda alafu ameenda meenda Anasema ah, tenda hii mimi naachana nayo, mnipe bilioni kumi na mbili. Kweli ndio tunachezeana hivyo kweli? Lakini haya mambo kwa Ibrahim Traore, ukifanya hivyo unanyongwa. Yeye amechukua zile za China zile, mm. maana China wale hawachezi, ndio maana taifa limeendelea. Leo hii Afrika, majambazi ndio tunayaimbia nyimbo. Hey, baba yetu, baba yetu, baba yenu nani huyo? Umeelewa? <laughs> jambazi mkubwa, mwizi mkubwa, baba baba gani huyo? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hatuna uh, maono. Kwa mwamba Ibrahim Traore sasa meamua kuanzisha mfumo wa fedha yake, sarafu yake mwenyewe mm. pale Burkina Faso, na sarafu hii ukumbuke, itakuwa pia inatumika kwenye huu umoja wa Sahel mm. k okay. Dola ya Marekani ina nguvu sana mm. unaelewa. Uh, dola ya Marekani inaitwa king of currencies mm. yaani mfalme wa sarafu zote ulimwenguni, sio kuwa ina thamani sana kuliko fedha zingine mm. Paundi na euro ziko juu kuliko dola ya Marekani, lakini angalia, kwa sababu the way ambavyo Marekani ameipa thamani na ameipa nguvu, kwa sababu Marekani si ndio ana control dunia, na katika ku control dunia, Marekani yeye akaweka utaratibu kuwa ukitaka kufanya biashara na taifa lolote lile lazima utafute dola. Ndio maana unaona soko la dola liko juu sana ulimwenguni, kitu ambacho BRICS wakataka kufanya nini, kuiporomosha ile dola ya Marekani, na maana Trump na akaja akasema, mkithubutuni muone. Lakini unamtishia nani? Trump mwenyewe juzi umeona katishia we Irani, kaitishia akaitishia juzi hapa. Amekuja kwa Trump, anamwomba msaada bana, hebu nisaidie ah, bana, hawa wajemi, naomba bana nisaidie, tuongee nao bana mimi. Ah, ah, wewe si ulikuwa unatishia hivi? Marekani ni wakumuomba kweli? Trump na mimi Putin, ah, aongee na wajemi <laughs> <laughs> si unaelewa hicho kitu yeah? Yani, Marekani vile kwa nguvu alizonazo, kwa hiyo yote ni kwa sababu ya yeah. kwa hiyo hawa wameamua watatengeneza sarafu yao wenyewe ambayo uh, itaitwa sila S I R A a ambayo hii ni currency ya ndani ya taifa hili la Burkina Faso kwa ajili ya uchumi wa pale Burkina Faso mm. Yes. Ah, sasa kwenye, kwenye hayo masuala ya uchumi yao jinsi ambavyo wana plenty pesa zile mm. na kuanza kuzitumia mm. ah, tukizungumzia thamani mm. kama vile ambavyo ah, dola ina thamani yake mm -hmm. pound ina thamani yake shilingi ina thamani yake mm hiyo pesa ambao print huko Bukinafaso kwa ajili ya matumizi ya nchi yao je, mm. thamani yake itakuwa inakuwa kubwa kiasi gani? mm -hmm. au kitu gani ambacho kitafanya ile pesa iwe na thamani? Kitu kinachoweza kufanya ile pesa iwe na thamani kwanza, mm. namna ya utengenezwaji wake, yeah. imetengenezwaje? mm. lakini ukiachilia mbali hilo, pia mm. uh, Bukinafaso ina mali mm. ina mali pale, ambazo ili ukitaka wewe ununue maanake, mm. itabidi ununue kutumia fedha yao ndipo thamani sasa ya fedha inapoanza kuja. Nikupe mfano mmoja. Ukumbuke dola ya Marekani, kuna watu miamba wanaitafutia hivi namna kama kuiangusha lakini ikashindikana kwa sababu dola ya Marekani ilianza kupata nguvu mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu hmm. ambapo unakumbuka kuna vita ambavyo vilitokea ambavyo vilikuwa julikana kama uh, Yom Kippur hmm. Yom Kipuru ambayo nchi za kiarabu zilikuwa zinapigana na Israeli lakini Marekani aliingilia kwenye ile vita, kwa sababu siku zote kumbuke, Marekani na Ulaya na NATO ndio wamekuwa wakipigana waki, waki. Alafu huku sasa baadaye wakipigana vile vita, Waarabu wakishindwa, alafu wanakuja kusema Israeli amewapiga Waarabu wote, lakini ukweli sio Israeli. Wangeiacha Israeli peke yake ikomae na wale watu, wewe wangechezea kichapo cha hatari <coughs> au Wayahudi kwa hiyo ile mwaka sasa baada ya hivyo, mataifa ya kiarabu yakasema hivi vita tumeshindwa, kwa sababu Marekani aliingilia kati kati, kwa kwa hiyo hivi vita sisi, kwa sababu Marekani ameingilia kati, sisi tunaweka vikwazo. Wakaweka vikwazo, wakaiwekea Marekani vikwazo kwenye swala la mafuta. Mafuta yakawa ni shida sana duniani, ndipo ambapo rais wa Marekani akaenda kuongea na mfalme wa Saudi Arabia, wakawekeana mikataba fulani na kuanzisha mfumo unaoitwa petrodollar system, kwa maana kuwa wewe ni Tanzania, wewe ni India wewe ni Venezuela, wewe ni Tunisia, sijui wewe ni Mkolombia, ukitaka kununua mafuta pale Saudi Arabia akatafute dola ndio uje ununue in terms of dollars. Ndio maana ya hiyo petro dollar system. Kwa hiyo ikaifanya dola ya Marekani ikapanda juu sana. Sasa akaja Sadamu Huseni akaitafutia tafutia pale na nini akasema, mi mafuta siwauzi wazungu nawauzia wauzia waarabu wenzangu, tena kwa hela yake. Wakamnyonga mchana kweupe, hadharani. Akaja Colonel Muammar Gaddafi na akawaambia wazungu, mnaniletea makaratasi mimi niwape mali, sio kweli. Mkitaka mafuta leteni dhahabu, kwa sababu na alikuwa na mpango wa kuanzisha sarafu ya Afrika nzima hii. Sasa mkitaka mafuta leteni dhahabu. Akaona huyu anatuzoea huyu, wakamnyonga na yeye yes. Kwa kesi hiyo sasa, alipokuja Putin, hmm, Putin yeye alikuwa na akili, umeona. Yeye kwanza tukusema kuwa mimi sasa sitaki dola ya Marekani, alichokifanya alijua akienda kuivamia Ukraine pale. Aa, wow, si wajinga watakuja. Trump, lina akili sana lile bwana mm. Ndio maana Trump akasema aa, oh, wameingia vitani kwa sababu dunia ongozwa na wapumbavu <laughs> e, lakini ningekuwa mimi rais <laughs> yeah, yeah, hivi, hivi vita mna kupigana hivi yaani ningeuliza, hey, Trump, nani oye nani Putin unataka nini ha? nataka haya majimbo basi chukua. Yaani vita visingekuwepo kwa sababu Trump alikuwa anajua ni dola ndo inayotafutwa kuangushwa. Ndio unaona sasa baada ya pale mm. Kilichokuja kutokea ikatokea kuwa wakaweka vikwazo mm. Walipoweka vikwazo, ndipo mahali ambapo Putin alikuwa anawatafutia mm. Baada ya vile vikwazo, Putin akasema, mmeweka vikwazo, amna shida na mimi, mafuta yangu mkitaka kununua lazima mtafute hela yangu mm. Rubo ile ya Urusi mm. Ndipo mahali ambapo sasa ile fedha ikafanyaje mm. Ikapanda thamani, kwa sababu ukitaka mafuta yale lazima uchenji una dola una paundi na huo lazima uchenji kwenye era ya Kirusi alafu baadae iwe hivo, alafu hana shida, akaambia mkitaka pia mtanunua kwa yeni ya Kichina. E, kwa hiyo ikawa hiko hivo. Kwa sasa pale huyu uh, Ibrahim Traore mali mm. ziko pale mm. ndio maana umeona pale, alipo anazalisha tambi kwa wingi, anazalisha uh, sabuni, anazalisha unga wa ngano anazalisha, ambao utauzwa na mataifa mengine. Sasa mataifa mengine, nyinyi mkitaka kwenda kununua pale, kumbuka na kile chakula ni organic, achana na haya maji ya mashetani mm. -hmm. ni organic kabisa, ile organic Sim. food, chakula cha asili mm. kwa nyinyi wengine, mkitaka kwenda kununua chakula kutoka pale, lazima mtafute ile fedha mm. ya nani ya Burkina Faso ndipo mahali ambapo sasa ile fedha inakuja inakuwa inayapanda. Swali moja, mm -hmm. Uh, je, taifa la Ufaransa lilikuwa linategemea sana matumizi ya pesa yake kutumika nje ya nchi yake mm -hmm. ili kukuza uchumi mm -hmm. na kama ni hivyo, uh, swala la Ibrahim Traore uh, kuachana na kuitumia hiyo sarafu ya Ufaransa mm -hmm. Uh, ukuaji wa uchumi wa Ufaransa kwenye kukua au kuporomoka hapo utakuaje? Mpaka sasa uchumi wa Ufaransa umeshuka, mm -hmm. Sio kutu kuporomoka, umeshuka mpaka sasa, ndio maana nakuta watu wanamlaumu sana rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ni ule kiroporopo <laughs> mropokaji wanamlaumu sana, kuwa yeye ndo amewafanya waafrika waamke kwa sababu asingekuwa ni yeye, waafrika wasingeamka. Ndio maana unaona wanasema hapa, kama msipofanya namna ya kuwazuia hawa wakina Ibrahim Traore, Ufaransa itarudi iwe ni taifa la la chini kabisa kiuchumi mm, kwao watoto wetu watalazimika kwenda Afrika kwenda kuomba kazi mm. Ndio maana unaona mpaka hapo limefanyaje limeshuka mm, lakini Ibrahim Traore yeye anajali nini pale pale iliposhukia, amechukua msumari wa moto wa nchi sita mm, amepigilia tena na nyundo tena nini mm, pale pale. Mm. Kwa nini? Kwa sababu miaka yote mbona tumekuwa hivi mm, kwa kumalizia unakumbuka tarehe sita ilikuwa mwezi wa kwanza elfu mbili ishirini na tano. Huyu uh, Emmanuel Macron ni rais wa Faransa. Alikuwa anafanya hotuba fulani akasema, Waafrika wanatakiwa wawe na shukurani mm. watushukuru sisi wa Faransa kwa the way ambavyo tumekuwa tukiwapambania, tunapeleka askari wetu kule wanakufa eh, kwa ajili yao, lakini hasa hawana shukurani, wanasema tu, wanailaumu Faransa mm. Ibrahim Traore hiyo hakuiacha, alikuja akasema, yeye Traore akasema wa Faransa ndio wanatakiwa watushukuru sisi wa Afrika, wasingekuwa mababu zetu, wasingekuwa na uchumi walionao mm. walikaribishwa huku kwetu, akaanza vituko vya ajabu. Traore akasema hivi, Wafaransa wanatakiwa wakiamka asubuhi na mapema kumuomba Mungu. Wasimuombe Mungu wa mbinguni, wanatakiwa watuombe sisi Waafrika, kwa sababu sisi Waafrika kwao sisi ni zaidi ya binadamu, kwao maanake sisi kwao ni miungu. Tusingekuwa ni sisi, wasingekuwa pale walipo. Kwa hiyo nikuambie tu kweli, uchumi wa Ufaransa umeporomoka umetetereka mwanzo wakati haya mataifa yamejitoa na kuvunja uhusiano na Ufaransa na kupindua hizi serikali, Faransa aliweka vikwazo. Kikwazo, kikwazo cha, cha alichoweka miongoni mwa vikwazo ni Air France ndege ya Ufaransa isiende kwenye haya mataifa. Baada ya mwaka mmoja amejikuta amepata hasara kubwa mno. Alafu baadaye akasema, ah, jamani nataka nirudishe safari za ndege kwenye mataifa haya matatu wa ukanda wa Saheli. Wakamwambia rudi baba, lakini ukirudi ujue tutakupa sisi masharti tunayoyataka sisi, sio utapanga wewe unavyoyataka. Kwa hiyo hasara Mfaransa amekula hasara ya kutosha mpaka hivi sasa. Na hivi majamaa wanaendelea kushindilia. Wana kushindilia Ulishawahi kuona mtu msumari ule wa nchi sita ule, alafu umepashwa kwenye moto, ni mwekundu, alafu yeah, ukabebwa hivi na chombo, alafu yeah, kawekwa hapa kwenye kichwa hapa <laughs> ukapigiliwa nyundo. Hivi ndicho ambacho sasa <laughs> Bukinafaso wanachoifanya Ufaransa pamoja na huo ukanda wa Saheli. Nakushukuru sana asante e bana, haya <laughs> ndio yale ambayo ulikuwa huyejui, basi na leo umejuzwa na mwalimu Isaya Benson kupitia chaneli yetu pendwa ya Ukuu wa Afrika. Jina langu naitwa, niko nami, ni African Boy. Usiache kukomenti kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.